Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 mkoa wa Kaskazini Unguja. Katika sekta ya huduma za kijamii, Chama cha Mapinduzi CCM kupitia ilani ya mwaka 2025-2030 kimeahidi kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Ahadi hizo ni pamoja na kujenga kituo cha kufurahishia watoto katika eneo la Kiwengwa, sambamba na ujenzi wa mradi wa uhifadhi wa taka ngumu katika maeneo 12 ya wilaya pamoja na ujenzi wa vyoo na uwekaji wa taa 2649 za barabarani ili kuongeza usalama wa wananchi. Chama cha Mapinduzi kimeahidi kujenga kituo cha daladala kwa ajili ya kurahisisha huduma za usafiri wa umma. Katika sekta ya afya, Chama cha Mapinduzi kimeahidi kujenga nyumba za madaktari kwa lengo la kuboresha ustawi wa watumishi na huduma bora kwa wananchi. Oktoba tunatiki.